Uchaguzi wa wenyeviti wa Bunge. Waheshimiwa wabunge, maelekezo wa, wa, wa Spika wa kuhusu uchaguzi wa wenyeviti wa Bunge tarehe 28 Januari 2026, bungeni Dodoma. Waheshimiwa wabunge, kama ilivyoonekana kwenye orodha ya shughuli za leo, shughuli leo kuna shughuli ya uchaguzi wa wenyeviti wa Bunge. Kanuni ya saba ya kanuni za Bunge ya mwaka 2025 imeeleza uwepo wa wenyeviti watatu wa bunge ambao huongoza vikao kwa utaratibu wa maelekezo ya spika au naibu spika kwa mujibu wa kanuni. Utaratibu wa kupata gombea nafasi ya wa wenyeviti wa bunge umewekwa katika kanuni ya 13. mchakato husika unaanza kwa kamati ya uongozi kupendekeza majina ya wa wabunge yasiozidi sita toka miongoni mwa wenyeviti wa mak na makamu wenyeviti wa kamati za kudumu za bunge kwa kuzingatia jinsia na pande za Muungano. Baada ya hapo majina hayo kupelekwa bungeni ili bunge lipige kura majina matatu. Mheshimiwa Bunge, katika kutekeleza masharti ya kanuni ya 13 ya taratibu zetu, Jumanne tarehe 27 Januari 2026, kamati ya uongozi ikutana na kwa kauli moja ilipendekeza majina matatu ili yaweze kuwasilishwa bungeni na bunge liombwe kuyapitisha. Mheshimiwa Bunge, majina ya bunge yalipendekezwa na kamati ya uongozi kama ifuatavyo: Mheshimiwa Najma Murtaza Giga, viti maalum ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama. Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika mbunge wa jimbo la Njombe Mjini ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo, na ndugu Cecilia, na Mheshimiwa Cecilia Daniel Paresso mbunge wa viti maalum ambaye ni mwenyekiti kama wa kamati ya kudumu ya bunge ya sheria ndogo. Waheshimiwa bunge, kanuni ya kumi na tatu fasi ndogo ya nne imetoa mwongozo kwa endapo kamati ya kwa kama ongozi itapendekeza majina sawa na nafasi ziliyopo, bunge halitapiga kura, bali itathibitisha majina hayo kwa kura sauti, chini ya kanuni ya tisini na tano. Hivyo basi, kwa kuwa nafasi zilizopo za wenyeviti wa bunge ni tatu, na kwa kuwa kamati ya ongozi imependekeza majina matatu Bunge hili katika kikao chetu cha leo tarehe 28 Januari 2026, shin linaomba kuwathibitisha wabunge hao kuwa wenyeviti wa Bunge ili kupata uamuzi wa Bunge. Sasa ninaomba wenyeviti wale watatu waje mbele. Sisi, simame kama nakwenda mpirani, watazameni wa Bunge. Wabunge, waheshimiwa wabunge, wagombe wetu watatu ni hawa, wawili walikuwa kutoka zamani na mwingine ameingia, mheshimiwa Paresso. Sasa nitawahoji wanawafiki kwamba Mheshimiwa Najma Mutaza Giga, Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika na Mheshimiwa Cecilia Dennis Paresso Wathibitishwe kuwa wenyeviti wa Bunge waseme ndiyo. Ndiyo. Wasioafiki kwamba Mheshimiwa Najma Mutaza Giga, Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika na Mheshimiwa Cecilia Deni Paresso Wat... wasithibitishwe kuwa wenyeviti wa Bunge waseme siyo. Wale wapi wameshinda. Ongeeni sana, wenye viti wa Bunge. Sasa nakuomba Mheshimiwa Pareso uje utoe salamu za shukurani na useme mawili matatu. Mheshimiwa Spika, nichukue nafasi hii kwanza kukushukuru kwa kunipa nafasi hii, pili nichukue fursa hii pia kutoa shukrani za dhati kwa chama changu, Chama cha Mapinduzi wa kamati kuu ya chama ya almashauri kuu, chini ya mwenyekiti wetu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuniamini na kuniteua kuwa miongoni mwa wagombea wa nafasi hii ya mwenyekiti wa Bunge. Kwako Mheshimiwa Spika, pamoja na kamati ya uongozi, ninawashukuru sana kwa kunipendekeza na hatimaye kuleta jina langu mbele ya Bunge hili tukufu kwa ajili ya kuthibitishwa. Kwenu waheshimiwa wabunge, ninawashukuru sana kwa uthibitisho wenu na kwa imani yenu juu yangu. Naahidi ushirikiano kwa Mheshimiwa Spika na naibu spika, lakini kwenu waheshimiwa wabunge wote ninawashukuru. Naahidi kutekeleza majukumu haya kwa uadilifu na uaminifu mkubwa, ili kazi zetu za utekelezaji wa majukumu ya kibunge yaweze kufanikiwa. Asanteni sana, nawashukuru. Mheshimiwa Paresso kajiandae kuvaa joo, nitakupisha muda mfupi uje ukae hapa. Mheshimiwa Mwanyika. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kwa nafasi uh, awali ya yote, namshukuru Mwenyezi Mungu kunipa kibali kuwa hapa na kwa kunikirimu zawadi ya uhai. pili Uh, nakishukuru na sana chama changu Chama cha Mapinduzi kunipa nafasi ya kupewa jina langu kuletwa tena ili kuweza kuendelea na kazi hii ambayo nilifanya katika Bunge la kumi na mbili. Tatu, nashukuru sana kamati na kama ya uongozi, lakini nashukuru sana kamati yangu ya kudumu ya Bunge ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo kwa kunichagua na mimi kuweza kuonekana tena niweze kuhudumu katika Bunge hili lakini mheshimiwa Spika, ninakushukuru sana wewe kwa miongozo yako na malezi yako katika kipindi cha bunge la kumi na tatu, lakini ninatoa ahadi kwa wabunge wote ya kuendelea kushirikiana nao kwa mujibu wa kanuni zetu za bunge za elfu mbili na ishirini na tano, kanuni ya nane, ambazo zinatutaka tufanye kazi kwa weledi, kwa uadilifu na kwa uaminifu. Nakushukuru sana mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi fupi asante sana. Asante mheshimiwa Najma. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa fursa hii. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ndio muweza wa kila jambo katika ulimwengu wetu, lakini pia nitumie fursa hii adhimu kuushukuru uongozi wa Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi wa mwenyekiti wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia ni ushukuru uongozi wa bunge kupitia wewe Mheshimiwa Spika kwa kuridhia jina langu lilio miongoni mwa wenyeviti wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante, katibu. Ni faraja kwangu kuhudumia tena katika bunge hili kama mwenyekiti kwa kushirikiana wenzangu kwa kipindi hiki cha tatu. Lakini pia kwa mara hii nishukuru sana kamati yangu ya mambo ya nje ulinzi na usalama kwa kuridhia mimi niwe mwenyekiti na hatimaye kuweza kupata fursa hii ya kuwa tena mwenyekiti wa Bunge. E, kwa upande wangu ni, niseme tu, naamini kabisa Mwenyezi Mungu ataendelea kunisaidia tuweze kushirikiana vizuri, niweze kumsaidia spika kwa kushirikiana na wenzangu, lakini na kudumisha mahusiano bora ndani ya bunge letu kwa mustakabali mwema wa bunge letu, lakini pia kwa taifa letu kwa ujumla. Baada ya kusema hayo, Naomba Mwenyezi Mungu atusaidie kwa pamoja, asanteni sana. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.